Katika sehemu ya kaskazini mwa Kenya kuna ziwa la kipekee lenye mandhari ya kushangaza linalojulikana kama Ziwa Turkana. Ziwa hili si tu ziwa kubwa zaidi la maji ya chumvi barani Afrika bali ni mojawapo ya maziwa ya ajabu zaidi duniani, linalobeba historia ndefu ya wanadamu, mazingira ya kipekee na maisha ya porini yanayovutia. Karibu the Storyside. Ziwa Turkana lilijulikana kwa muda mrefu kama Ziwa Rudolf, jina lililotolewa mwaka 1888 na mpelelezi wa Kijerumani aliyeitwa Count Samuel Teleki, aliyekuwa akifanya safari ya kugundua maeneo mapya akiwa na Ludwig von Honel. Jina hilo lilitolewa kwa heshima ya mwanamfalme Rudolf wa Austria, ambaye alifadhili sehemu ya safari yao ya utafiti huo. Hata hivyo, baada ya uhuru wa Kenya, mwaka 1975, rais wa kwanza wa Kenya Jomo Kenyatta aliamua kubadilisha jina la ziwa hili na kulitambua kwa jina la Turkana kutokana na jamii ya Waturkana ambao wameishi kando kando ya ziwa hilo kwa maelfu ya miaka. Jina Turkana linahusiana na lugha na utamaduni wa kabila hilo ambao una historia ndefu ya kuishi kwa kutegemea ufugaji na uvuvi. Katika simulizi za wenyeji, jina Turkana linahusiana na dhana ya Turkweni, neno linalomaanisha nchi kavu au mahali pakavu, kwa sababu ya mazingira magumu na hali ya ukame inayozunguka ziwa hilo. Ingawa sehemu kubwa ya ardhi inayolizunguka ziwa hili ni jangwa, maji yake yamekuwa chanzo muhimu cha maisha kwa jamii mbalimbali za eneo hilo kwa karne nyingi. Kwa ukubwa wa takriban kilomita za mraba 6405 ziwa Turkana ni ziwa kubwa zaidi duniani la maji ya chumvi yasiyohusiana moja kwa moja na bahari. Linachukua sehemu kubwa ya bonde la ufa la Afrika ya Mashariki na lina urefu wa takribani kilomita mia mbili na tisini, na upana wa wastani kilomita 32. Ndani ya ziwa hili kuna visiwa vitatu vikubwa North Island, South Island na Central Island. Visiwa hivi ni sehemu za hifadhi za wanyamapori na mimea adimu. Visiwa hivi ni sehemu za hifadhi za wanyama na mimea adimu. Central Island kwa mfano, ni eneo la muhimu la mazalia ya mamba wa Nile ambao ni miongoni mwa wanyama wakubwa wa hatari zaidi barani Afrika. Ziwa Turkana limepewa jina bahari ya Jedi kutokana na rangi yake ya kijani kibichi inayotokana na mwani wa maji hayo. Ingawa ni ziwa la chumvi, maji yake si yenye chumvi kali kama bahari, lakini hayafai kwa kunywa. Hali ya hewa ya eneo hili ni joto kali na lenye ukame mwingi, ambapo joto linaweza kufikia zaidi ya nyuzi arobaini za sentigredi kwa wakati wa kiangazi. Kwa sababu ya hali yake ya kijiografia, ziwa hili lina upepo mkali unaovuma kutoka kaskazini kuelekea kusini, jambo linalochangia mawimbi makubwa kwenye uso wa maji haya, hali inayoweza kuhatarisha shughuli za uvuvi na usafiri wa boti. Mbali na hilo, kutokana na mandhari yake ya volkeno, sehemu za mwambao wa ziwa zinawezekana kuwa na matetemeko madogo madogo ya ardhi na mabadiliko ya kijiografia yanayoendelea kutokea. Pia visiwa vya ndani ya ziwa vimeundwa kutokana na shughuli za volkano, na baadhi yake vinaonyesha dalili za shughuli za kiolojia zinazoendelea. Kwa mfano, Central Island ina maziwa madogo matatu ya volkano, na mara kwa mara hutokea utoaji wa mvuke wa moto kutoka ardhini. Kwa upande wa mvua, eneo la Ziwa Turkana hupata kiasi kidogo cha mvua kila mwaka, wastani wa milimita 250 mpaka 400 kwa mwaka, hali inayofanya kuwa moja ya maeneo yenye ukame mkubwa zaidi nchini Kenya. Ingawa mvua hunyesha kwa nadra, inaponyesha, maji kutoka milima ya nyanda za juu za Ethiopia huingia kwenye ziwa kupitia mto Omo ambao ni chanzo kikuu cha maji ya ziwa Turkana. Umuhimu wa eneo hili kihistoria: eneo la ziwa Turkana ni mojawapo ya maeneo yenye mabaki ya kale ya binadamu yaliyosaidia kuelewa chimbuko la binadamu wa kisasa. Katika maeneo kama Kobi Fora Wanasayansi wamegundua mabaki ya binadamu wa kale ikiwa ni pamoja na Homo habilis, Homo erectus na mabaki ya Homo sapiens wa mwanzo kabisa. Ugunduzi huu unathibitisha kuwa eneo hili lilikuwa mojawapo ya sehemu za awali kabisa ambako binadamu waliishi na kuendeleza ujuzi wao wa awali wa zana za mawe. Mbali na mabaki ya binadamu, eneo hili linaonyesha ushahidi wa uhamiaji wa wanadamu wa awali kutoka Afrika kwenda sehemu zingine za dunia. Tafiti za kisayansi zinaonyesha kuwa binadamu wa kwanza wa kisasa waliishi karibu na ziwa Turkana kabla ya kuanza safari za kuelekea sehemu nyingine za dunia. Katika historia za hivi karibuni, eneo la ziwa Turkana lilikuwa sehemu ya njia kuu za biashara kati ya Afrika ya Kati, Ethiopia na pwani ya Afrika Mashariki. Bidhaa kama chumvi, pembe za ndovu na ngozi zilisafirishwa kupitia eneo hili, likiwa kama daraja muhimu la kibiashara. Hii ilisaidia katika kuchanganya tamaduni mbalimbali mbali, na kusaidia kuunda muundo wa jamii za kisasa. Kabila la Waturkana ambao ndio wakazi wa asili wa eneo hili wanaendelea kuishi kwa ufugaji wa asili wakiendeleza tamaduni zao za kitamaduni. Pia kabila la wa Elmolo, mojawapo ya makabila madogo zaidi nchini Kenya, linategemea uvuvi wa samaki wa Turkana kama kitovu cha maisha yao. Ziwa Turkana ni makazi ya viumbe mbalimbali wa kipekee wakiwemo samaki aina ya tilapia pelka wa Nile na samaki wakubwa wa tiger fish. Pia ni mojawapo ya maeneo muhimu ya mazalio ya mamba wa Nile ambao wanaweza kufikia urefu wa zaidi ya mita tano na ni miongoni mwa mamba wakubwa zaidi duniani. Visiwa vya North Island na Central Island vinajulikana kuwa na idadi kubwa ya mamba hawa. Mbali na mamba, kuna nyoka wa maji, kasa wa maji ya chumvi na ndege wa maji kama vile flamingo, pelicans na herons wanaoishi kando kando ya ziwa hili. Sehemu zinazozunguka ziwa hili pia zina wanyama wakubwa kama tembo, twiga, simba na fisi wanaokuja kunywa maji na kuwinda wanyama wadogo wanaoishi karibu na mwambao wa ziwa. Pia kuna aina adimu ya panya wa nyika wanaopatikana katika eneo hili la kipekee. Hata hivyo, kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, ongezeko la joto na kupungua kwa maji ya ziwa, baadhi ya spishi zinakabiliwa na hatari ya kupotea. Ujangili wa mamba na uvuvi kupita kiasi pia ni changamoto kubwa kwa ikolojia ya ziwa hili. Kwa miaka ya hivi karibuni ziwa Turkana linakabiliwa na changamoto kubwa za kimazingira. Mojawapo ya changamoto kubwa ni ujenzi wa bwawa la Gibe 3 nchini Ethiopia, ambalo limeathiri mto Omo ambao ni chanzo kikuu cha maji ya ziwa Turkana. Ongezeko la joto duniani na ukame vimechangia kupungua kwa kiwango cha maji na kuathiri mfumo wa ekolojia ya ziwa hili muhimu. Uharibifu wa mazingira kutokana na uchimbaji wa madini, upanuzi wa makazi ya binadamu na uvuvi wa kupita kiasi ni changamoto zinazohitaji juhudi za haraka ili kulinda ziwa Turkana. Ziwa Turkana ni kivutio cha kipekee cha watalii kutoka kote ulimwenguni, wanaovutiwa na uhifadhi wa wanyamapori, historia ya kale na mandhari ya ajabu. Hawa huwa wanamiminika kuja kuona bahari hii ya jedi. Watalii huvutiwa na safari za boti, uwindaji wa picha na uchunguzi wa historia ya kale ya binadamu katika maeneo ya Koobi Fora. Watalii wanaotembelea ziwa hili pia hupata nafasi ya kujifunza kuhusu tamaduni za watu wa Turkana na jinsi wanavyoendelea kudumisha maisha yao katika mazingira magumu. Ziwa Turkana ni moja ya maajabu ya asili yanayothibitisha umuhimu wa historia na urithi wa wanadamu. Likiwa na uzuri wa kiasili, mandhari ya ajabu, wanyama wa, wa kipekee na historia ndefu ya wanadamu. Ziwa hili linaendelea kuwa hazina muhimu ya Kenya na Afrika kwa ujumla. Hata hivyo, juhudi za kulihifadhi zinahitajika ili kuhakikisha kuwa vizazi vijavyo vinaweza kushuhudia maajabu haya ya dunia yasiyopatikana mahali pengine popote duniani. Je, umewahi kutembelea Ziwa Turkana? Je, ungependa kufika huko? Tuambie maoni yako kwenye comment. Hii ndio The Storyside, mahali ambapo historia haiishi bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Story Side.